Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ukanda wa Afrika Magharibi. Mimi ni Ramadhani Fupi. Wanachama wa ECOWAS ni kama vile wanajutia kujiondoa kwa taifa la Mali, Niger na Burkina Faso katika umoja huo. Wanachama wa ECOWAS wameziomba nchi hizo za Mali, Niger na Burkina Faso kurejea na kujiunga tena na jumuiya hiyo ya maendeleo ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Taifa la Niger, Mali na Burkina Faso zilijiondoa katika jumuiya ya ECOWAS kwa kile walichodai kuwa jumuiya hiyo imekuwa na ushirikiano na mataifa ambayo yaliwahi kuwatawala na kuwanyonya bila huruma wala kujali masilahi ya wenyeji, likiwemo taifa la Ufaransa. Viongozi wa nchi hizo tatu, Niger, Mali na Burkina Faso, waliingia madarakani kwa kutumia mtutu wa bunduki wakidai kuwa viongozi waliokuwa wakiongoza nchi hizo walikuwa vibaraka wa mataifa ya Magharibi, likiwemo taifa la Ufaransa ambalo walikuwa wakiwanyonya kwa muda mrefu. Baada ya kuingia madarakani kwa viongozi hao wa kijeshi, muda mfupi baadaye waliamua kujiondoa katika jumuiya ya ECOWAS na kuunda jumuiya yao inayoitwa Umoja wa Sahel yenye mjumuiko wa nchi tatu: Niger, Mali na Burkina Faso. Kitendo cha viongozi hao wa kijeshi kuingia madarakani kwa nguvu kuliwafanya kuonekana kama viongozi madikteta ambao hawakuchaguliwa na wananchi kidemokrasia na walipaswa kuachia mamlaka haraka iwezekanavyo, lakini viongozi hao watatu waligoma kuachia madaraka, hali iliyowafanya viongozi hao wa Nishaa, Mali na Burkina Faso kutengwa na jumuiya ya ECOWAS na hata katika nyakati tofauti ECOWAS, ilitishia kuzishambulia nchi hizo endapo viongozi hao watashindwa kuondoka madarakani, lakini bado viongozi hao walikataa kuachia ngazi na kujiondoa kabisa katika jumuiya ya ECOWAS na kuunda umoja wao unaoitwa Umoja wa Sahel. Lakini kwa wakati huu tena jumuiya ya ECOWAS inawaomba viongozi hao wa Niger, Mali na Burkina Faso kujiunga na jumuiya ya ECOWAS na kuwa wanachama wa jumuiya hiyo kama hapo awali. Rais wa Ghana John Dramani Mahama alifanya ziara katika taifa la Cote d'Ivoire na kukutana na rais wa nchi hiyo, Alassane Ouattara, ambapo viongozi hao wawili kwa pamoja wametoa rai kwa viongozi wa taifa la Niger Mali na Burkina Faso kurejea ndani ya jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Akizungumza alipokuwa ziarani nchini Cote d'Ivoire, rais wa Ghana John Dramani Mahama amesema kwamba yupo tayari kujitolea kuwa mpatanishi kati ya jumuiya ya ECOWAS na mataifa hayo matatu, yaani Niger, Mali na Burkina Faso, ambazo zilijiondoa katika jumuiya hiyo mwishoni mwa Januari mwaka huu. Kwa upande wake, rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yeye amesema kwamba anaamini mwito wa rais Mahama utakubaliwa na nchi hizo tatu, ili kuziwezesha nchi za magharibi kufanya kazi kwa pamoja chini ya mwamvuli wa ECOWAS. muungano wa nchi za Sahel Unaojumuisha nchi ya Niger, Mali na Burkina Faso ni muungano ambao unaonekana kukua kwa kasi huku mataifa yote matatu yakinufaika kwa kiasi kikubwa. Awali nchi hizo tatu, Niger, Mali na Burkina Faso, zilikuwa miongoni mwa nchi zilizounda jumuiya ya ECOWAS, lakini mgawanyiko baina ya ECOWAS na nchi hizo tatu uliibuka baada ya ECOWAS kuiwekea vikwazo nchi ya Nija kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa Julai mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kutishia kuivamia nchi hiyo kijeshi. Hatua za ECOWAS za kutaka kuivamia kijeshi Nija ziliwakera viongozi hao watatu wa kijeshi na kuwatuhumu ECOWAS kuwa wanaendesha jumuiya hiyo lakini wote ni vibaraka wa wakoloni wa zamani wa Ufaransa na kwamba jumuiya hiyo ya ECOWAS haina msaada wowote katika kupambana na makundi ya kigaidi katika ukanda wa Sahel. Kufuatia vuguvugu hilo la vitisho vya ECOWAS dhidi ya taifa la Niger, ndio wakati ambapo taifa la Burkina Faso chini ya Kapteni Ibrahim Traore na taifa la Niger kwa nia njema kabisa wakaamua kuanzisha ushirikiano wa kila nyanja na kuunda jumuiya yao wanayoita umoja wa nchi za Sahel AES. Viongozi hao wa kijeshi wamekuwa wakiwatuhumu viongozi wa mataifa ya ukanda wa Afrika Magharibi kwamba mataifa hayo ni kama vile yamekuwa yakiunga mkono makundi ya kigaidi yanayosumbua katika ukanda wa Sahel. Mataifa hayo matatu, Niger, Mali na Burkina Faso, yanayoongozwa kijeshi yaliungana na kuunda umoja wa Sahel mnamo Septemba mwaka jana, na mwaka huu wameanzisha pasi ya pamoja ya kusafiria baina ya mataifa hayo matatu. Kadhalika, mataifa hayo yameahidi kushirikiana kwa kila hali kuleta maendeleo katika ukanda huo, huku akiomba kuungwa mkono na mataifa makubwa duniani, hasa taifa la Urusi. Hata hivyo, taarifa zinadai kuwa tayari taifa la Urusi lishapata nafasi ya ushirika na mataifa hayo matatu, huku ikidai kuwa baadhi ya majeshi kutoka Urusi likiwemo kundi la Wagner tayari lipo katika ukanda huo wa Sahel kuimarisha ulinzi dhidi ya uvamizi unaofanywa na makundi mbalimbali ya kigaidi katika ukanda huo wa Fupi Media. Hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mimi naitwa Ramadhani Fupi.